Yanga ambazo tunapelekea kukapa 55% ya mapato yetu, lakini pia tuzungumzie kwamba viwanjani watu walipungua kwenda pia TV, kwa sababu pia kuna ubora wa TV watu wanaona kila kwa nyumbani, lakini washabiki wa Yanga wakiona timu haifanyi vizuri hawaendi uwanjani, na ndio kwa mfano mmoja mzuri tu kwamba Yanga kwenye mechi moja na Mwadui mwaka jana tulipata shilingi laki moja kama gawio, lakini kuna wakati wote tumetumia labda milioni 7 kuipeleka timu kule, hakuna tunazungumzia timu kwa kisina shiriki ligi, tunazungumzia timu kuenda kusafiri kwenye michuano ya mapato. Unazungumzia mapato ya Azam ambao sisi tumeingia kama Yanga TV ya milioni 300 ambayo unayepata kwa mwaka. Hiyo milioni mia tatu yenyewe inabidi pia, una mshahara wastani wa milioni 100, karibu 25, 30. Sasa hivi secretariat haijalipwa zaidi ya miezi zaidi ya wingine sita, lakini wachezaji tumejitahidi kwa kuna changamoto, lakini hizi kama kiongozi huwezi ukazilalamikia. Ni sehemu ya mambo ambayo wanajitokeza katika uendeshaji wa biashara, lakini kuna changamoto nyingi ambazo zipo. Nafikiri nimejibu swali lako bwana. Kwenye YouTube hawajaona hapa, mimi watoto wangu wengine wako nje ya nchi, wameona, kwa wanaona kuna watu wengine wameweza kuona, kuna watu wanafanya nao biashara wameona, wananiambia, kwa vipi? Nasikia wataka kufuatana mapanga nyumbani, umenielewa? Sasa mimi niende nivumilie nitaka kuuawa au ni kuvumilia kitu gani? There's no way mimi siwezi kuvumilia na sina sina uka hiyo, sio mwoga lakini pia ni mtu ambaye anataka kulinda maadili ya familia yangu. Kwa sababu pia katika hali ya kawaida mimi nimekuzwa na wazazi ambao sijawahi kukuta wana shutuma za kutaka kuja kutishiwa kama familia. Sitaki kuwa sehemu ya watoto wangu kushuhudia kwamba watoto wanatishwa kwa sababu kwa ajili ya familia hapa na ja, nataka pia kuwa mzazi mzuri na siwezi kuacha mimi pia ni mwenyekiti wa MBA Makete Development Association, yeah. Chama cha maendeleo ya Makete, ambapo pia kule tuna dhamira pia nzuri ya kuweza kufanya ni zuri ni bora, nikarudi nikaweza kusaidia jamii yangu ambayo tukisha mipango ya kuweza kusaidia, kwa sababu lengo hapa ni ku transform technology ambayo tunao ya michezo kwa ajili ya vijana wengine. Kwa hiyo mpira surasa lakini kwenye aina hii ya mfumo wa ushabiki ambao tunapelekea katika kuweza kuhatarishiana maisha au kutishiana, na pia kibao unajua, kuna mtu mwingine anasikia unafikia ama hata ma, ma, madhara makubwa yanayotokea hayatokei kwa sababu watu wamepanga. Ukiangalia hakuna kipindi kigumu ambacho mimi kama Sanga nimeingia ambapo mwenyekiti wetu alijiuzuru. Mwenyekiti amejiuzuru akiwa yeye pia ndio mfadhili ambaye anasaidia kama kuendesha, ni kiongozi uh, alikuwa anatoa wastani kwa shilingi karibu bilioni moja pointi mbili kwa mwaka. Kwa hiyo fulani club anajiuzuru, mimi najiuliza mara mbili mbili, nafanyaje kumudu ile swali. Lakini kafikiria pia, nikitafuta sababu ya kujiuzuru itanisaidia nini? Ndio kwani wasaidia wana Yanga, nikasema hata nikabara. Lakini kibaya zaidi sio hiyo tu, kwenye hii kitu ambayo imetembea ambayo iko sana kwenye magupu ya Yanga, ambapo pia ndipo hakuna mtendeleisi boys kwamba ni jambo sio salama kwa hiyo pia kibaya zaidi inakuwa kama mimi niko against watu wengi. Sasa hakuna sababu ya kufanya hivyo kwa sababu pia labda anajiuliza mimi nauliza watu wengine kwa sababu sio wote wanaopata. Upata bado kweli wewe una una yaani why maybe kuna kitu ambacho unapata au unanufaika nacho. Lakini ukiangalia kwa sababu kweli hakuna. Zaidi ambacho pia uwezo wa kusema moja kwa moja unajafanikiwa kwenye mpira, kwenye mpira imejenga marafiki, imejenga uwezo pia wa kuongea, imejenga uwezo wa kuongea na ndugu vya habari, imejenga mahusiano mazuri na watu tumejifunza, kuna watu wengine wameridhika na kazi yetu, tumepata misaada mbalimbali pia kwenye biashara ambazo tunafanya. Hivyo ndio vitu ambavyo vitegemea, lakini pia nimeongeza maarufu labda. Lakini sasa pia tunakoenda kama unaenda pia kwenye vitu ambavyo sio izani kama nitiga, na hili tuni, mimi ningeomba kama vyombo vya habari niikemee, usipoikemea litarudi hata kwenu na guarantee, kwa sababu nyinyi ndio mtapeleka habari atakuja mtu mwingine kwa mfano, ningekuwa mimi pia na yadabu ya jicho jingine, ningeanza kufikiria kwamba niende kwenye kichombo cha habari nipeleke kesi mahakamani tufanye, lakini mimi naamini kuna kitu kikubwa, lakini kama kitu kikubwa kitu nani iko behind ya hicho kitu. Kwa hivyo tufike tuseme hivyo, tunasubiri kwamba nifike pale nikute kwamba tunaomba Mungu wao, kwa sababu mtu anazungumza anasema, bwana, tukifika pale tukienda, wakishafika na mapanga watatoa kama dakika kumi waone kwamba mimi sijarizaini, tafsiri yake nini? Hiyo ni frei kwa familia, lakini haizungumzii mimi kama mimi, inazungumzia pia watoto wangu au members ambao wanaishi kwenye familia pale, make ndio nitaona ndio nitakuwa na na uwezekano wa kurudi pia kuja kuambia watu kwamba jamani, sasa nimejiuzuru. Hapana, tukemee vile na sio salama, tuna tuna na mpaka kufikia k kufanya uamuzi huu ilinichukua pia wakati mgumu sana kufika mahali nikaamua nikasema, bwana, inabidi wewe. Nimetafakari, nimepata message nyingi sana hivi. Achana na mambo ah, mengine ya magupu kusema kwamba huyu bwana fai huyu asajili wachezaji wachezaji wa fai, kuna shida. Nimekaa Yanga kwa interview tofauti. Nimekaa wakati wa madega miaka minne na madega, nimekaa na Yusuf almost miaka karibu mitano, na bado nimekaa zaidi ya mwaka mmoja na nusu nikiwa pale kama na kaimu kwa hiyo najua na, tu na, wajibu wangu ni nini, lakini kusema kweli, uh, kicho ni ifikia hatua hii, sio haya mambo mengine maluguluru, ni swala hili ambayo pia limelielezea kwa kirefu.

Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure, kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili s S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EK na HGK. Shule ipo kwen nemazingira ya tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu li nafuu kabisa, unalipa kwa awamu wai. Sasa fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel mnazi mmoja, Darehssalam, Msimbazi Senta Darehssalam, Mwanza soko kuu, duka namba27, na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa